Mpendwa, ushauri huu mdogo ukusaidie wakati unapitia vitisho, unapitia muda mzito, yaani umekwisha kuomba muda mrefu, lakini unaona kama vile ni kama vile maombi yako haijibiwi, wala unawaza, unafikiria ya kuwa bina kawia. Ulishaomba, ulishafunga, ulishafanya uwezayo, haiwezekani. Na kupatia hii dawa Kamata sa muda wa kumsifu Mungu wa kumshukuru, wa kumwambia Baba, umeruhusu haya yanifikie, umeruhusu nipitie haya, basi jina lako litukuzwe. Ayubu alifanyaka hivyo katika mambo yote. Ayubu wanasema majaribio yote aliyoyapitia hakufanya zambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu, na mnajua mwisho wa Ayubu ulikuwa kaji. Mungu alijua kama mfariji, kampanguza machozi mwingine ambaye alijua hii siri ni Lea, ambaye ni mke wa Yakobo, alikuwa mke wa Yakobo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo makumi mbili na kenda unaanza kumsarwa, makumi tatu mpaka makumi tatu na tano utaelewa zaidi. Tunajua Yakobo alikuwa na wake wawili, alikuwa na Lea, alikuwa na Rasheli. Sasa Mungu akafungaka tumbu ya Rasheli, akafungua tumbu ya Lea. Lea alikuwa mwanamke mwenye hakukuwa napendwa sana na Yakobo. Yakobo alikuwa anampenda sana Rachel, lakini Racheli hakukua na nazaa. Basi Lea alipoanza kuzaa, alianza kuzaa kuzaa kuzaa Ana, anakuwa anasema mroyo yake maraba bwanangu atanipenda sababu niko na mzalia watoto. Tukisoma kwa makumi tatu na ine mpaka makumi tatu na tano, tusome pale Akachukua mimba tena akazaa mwana, akasema sasa mara hii bwana yangu atafungana nami, kwa maana nimemzalia wana watatu. Kwa hivi jina lake liliitwa Lawi. Akachukua mimba tena akazaa mwana, akasema mara hii nitamsifu Bwana, nitasifu Bwana. Kwa hivi akaita jina lake Yuda, akaacha kuzaa. Bwana sifiwe. Yaani Lea alipojaribu hili hili hili, anazania Bwana atampenda lakini wapi. Kisha alipobeba mimba ya aina, akasema nachoka, nachoka, nachoka, nachoka. Akasema mara hii nitamsifu Bwana, amen, akampa jina la Yuda, pour pour dire que louange, kusifu ni ya muhimu sana katika wakati mzito. Kusifu wakati adui na kutumia majaribu au wakati adui na kutumia mishale, wakati unapita maji mengi, moto, vitisho, vikwazo, milima, mabonde. Oh, haleluya! Kamata muda wa kumsifu Mungu, mwambie Bwana umeruhusu, basi jina lako litukuzwe. Haleluya. Haleluya. Ayuba akasema, Bwana alitoa, Bwana akatoa, jina la Bwana libarikiwe. Unakuwa tu na msifu, hata kama yaumiza roho, hata kama manaki huko unapitia vya eh, musifu tu Mungu. Itakusaidia. Katika hali tunayopitia katika nchi ya Kongo, tumwambie baba tumechoka, lakini katika yote jina lako litukuzwe. Tumsifu Mungu. Tumsifu Mungu, nayo ni dawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.